Hofu imetanda miongoni mwa wakazi wa kijiji cha Komuge, wilaya ya Rorya, mkoa wa Mara, kutokana na adhabu kali zinazotolewa na baraza la vijana. Pamoja na kucharaza viboko na idadi hadharani, baadhi ya wakazi kadhaa wa kijiji hicho wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali, wakati mwingine hujikuta wakipigwa faini iliyopungua laki tano na hata kutengwa na jamii kwa kunyimwa huduma ya kuuza au kununua bidhaa. Salamu na na mimi naitwa Serina Paulo Makoba, nilikuwa nimerara tuumu ndani nikawa, kumbe hiyo sukari naniuaga akili naisha sasa. Nikawa nimerara nasikia wanasema, hm, amekufa kwa ajili ya mtoto wake kukamatwa kwenda kituoni. Nasema, mtoto wangu, nikashtuka, mtoto wangu. Mtoto wako amekamatwa kwenda kituoni, shida Eti wanakisia labda wizi uliotokea vibandani labda ni yeye. Wamemkamata na kitu hamna, hawakumkamata na kitu, wamemkamata tu yeye mwenyewe kumpeleka kituoni Kinesi. Akamaliza wiki nzima ndo akamtoa, akamleta, alivyomleta, vijana wakasema sisi tumeazimia kwamba ambaye tunahisi naye kwamba ni mwizi, hata kama sio mwizi, sisi anatoa milioni moja na, na laki saba. sasa nikasema, hm, atoe kitu na kukamata na kitu akatu amempeleka kituoni wamemkamata na nini? Hawakumkamata na kitu. Akamaliza wiki nzima, wakamtoa waka, akaja hapa nyumbani. Mtoto akawa analia, anasema mama, mimi nimekamata me kwenda kituoni na hawakumkamata hata na sabuni, hata na chumvi, hata na kitu chochote. Sasa mimi wamenikamata, nasema nimekosa gani? au mama yangu amefanya nini huko? Basi wakaenda huko vibandani, wakampiga fimbo 25, wakamaliza wakasema tunakuomba milioni moja na laki saba utoe tukabizi usipotukabizi, tukabizi tunakuzira na mama yako, ikabidi wamuzira na maana. Na mimi katikati ya Januari hadi Machi mwaka huu zaidi ya watu wanne wamekumbana na adhabu ya kucharaza viboko hadharani huku familia mbili zikitengwa kwa kuzuiwa kupata huduma yoyote ya kijamii ndani ya kijiji hicho kutokana na kosa la mmoja wanafamilia. Kutokana na madhara hayo, baadhi ya waathirika wameanza kupaza sauti kujumba mamlaka za serikali kuingilia kati wanusuru na adabu kali zinazokiuka mpiga haki na utawala bora. Naitwa Lawrence Moy, mkazi wa kijiji cha Komge tarafa ya Suba wilaya ya Rorya mkoa wa Mara. Umoja wa vijana ulianzishwa mwaka huu baada ya tukio la wizi kutendeka kijijini na mkutano mkuu wa kijiji uka, uka, kipa kibali umoja wa vijana kuweza kuanzishwa, wenye kuanzia umri wa miaka 18 mpaka miaka 49. Walikuwa wanakaa katika vikao vyao kwa ajili ya kutatua swala zima la wizi na vitu vingine vinavyoendelea katikati ya jamii. Umoja huu ulipoanzishwa, umoja wa vijana mwanzoni ulikwenda vizuri katika kutatua matatizo hayo, lakini inakuwa ni kero kwa kijiji kwa ujumla, ikiwa ni kwamba hadhabu zinazotolewa ni kwamba zinaathiri wanakijiji kwa sehemu kubwa. Tulikuwa kwenye kikao tarehe ishirini na tatu siku ya Jumapili mwezi wa tatu, ambapo katika kikao hicho kilikuwa siku ya Jumapili saa nane kiliitishwa, ni mmoja wapo ya mtu aliye amepigwa faini kwa ajili ya kurejesha ile faini ili kuungana pamoja na wanajamii. Alikuwa na faini ya milioni moja na elfu sabini ambayo alikuwa anakuja kuiwakilisha kutokana na kosa la kijana wake alikuwa amefanya matukio ya wizi kwa hiyo akapigwa faini hiyo kwa ajili ya kuirejesha. Kwa hiyo siku alipokuwa ameileta, baada ya kurejesha na ajenda zote zikawa zimeisha pale mezani, mwenyekiti akawa anaahirisha kikao kwamba kikao kingine kinapangwa tarehe tano ya mwezi wa nne. Tarehe hiyo ni siku ya Sabato. Kwa hiyo inanipasa, kitu cha kwanza ni nitoe taarifa kwa mwenyekiti kwamba siku hiyo ni siku ya ya Sabato, na hata kama ameweka kikao kwa ajili ya siku hiyo, basi atambue kwamba ni siku ya Sabato. Mwenyekiti akaniambia kwamba unataka kutusumbua na kwa namna hiyo, ili tuweke akili zako ziweze kukaa sawa, basi lala chini tukuchape. Lala chini kunichapa sio sio haradi hata kisheria. Mwenyekiti akaniambia y kwamba basi kama utaa, akiondoka akanyanyuka, na kutoa uamuzi kwamba kuanzia leo hii tumemtenga nawara, na wala hatutashirikiana na Lawrence Moi. Kwa wakasema kwamba mimi nimekataja mimi. Kwa hiyo wakatangaza kwamba kwa sababu ametukataa sisi na tumemkataa mpaka pale atakapotutafuta. Na adhabu yake atapigwa faini ya shilingi laki tano. Kwa hiyo nilipopewa hiyo adhabu ya shilingi laki tano nikaondoka nikaenda kwa mwenyekiti wa kijiji, nilipofika kwa mwenyekiti wa kitongoji na Nyamagonga, kitongoji chetu cha hapa Ilindibwa, nikamweleza nilipomweleza, swala lote akaniambia, ah, mbona hiyo sio haki, lakini jinsi alivyoniambia akaniambia, kwamba tafuta umoja wa wazee kwa ajili ya kusaidia hilo swala. Hofu ya adhabu ya viboko, faini na kutengwa imefikisha uhuru wa maoni na mawazo kwenye mikao na mikutano vijini, kwa sababu baadhi wa ya walioadhibiwa walikumbwa na kadhia hiyo baada ya kutoa maoni na mawazo yao yaliyotafsiriwa na uongozi kwa ukosefu wa nidhamu. Kwa upande wake, mmoja wa viongozi wa baraza hilo la vijana amekiri kutolewa kwa adhabu kali baadhi ya wananchi ambazo zimekuwa zikisababisha madhara katika familia zao. Joseph Mwita ni mkazi wa kijiji cha Komuge lakini pia ni moja a wa umoja wa viongozi ni, ni moja ya kiongozi wa umoja wa vijana Komuge, kama mkaguzi wa hesabu wa umoja wa vijana Komuge. Uh, umoja huu tumewanzisha nafikiri kuwa ni mwaka nafikiri ilikuwa ni mwezi Januari kwa ni mwezi Januari kwenye tarehe ishirini na tisa, ambao moja huu ulengo kuu ulikuwa ni kuwekana sawa vijana katika kijiji hiki, tukiwa na lengo la kukemea na kurekebishana makosa madogo madogo, hasa swala zima la nidhamu. Mmoja wa vijana wamekuwa na adhabu kadhaa, ambazo moja ya adhabu ni kwamba unapigwa faini kulingana na kosa ulilotenda unapewa na muda, ikifika ule muda kama utakuwa ujafanikiwa kulipa, basi wanakuzira, wanamkatishia huduma. Kwa mtu ambaye atakuwa ameshindwa kulipa ile faini kwa wakati, basi wanamsitishia huduma, huduma za kijamii, mpaka pale ambapo basi atalipa hiyo faini na kujumuika na hawa watu pamoja. Moja ya huduma ambazo anasitishiwa ni kuzungumza na watu, kwenda eneo hususani hususani eneo la soko kupata zile huduma labda za nyumbani. Ah, idadi ya viboko inaendana na kosa pamoja na umri. Mtu anayekosa anapofika pale kuadhibiwa huwa anaadhibiwa, mara nyingi huwa analala akiadhibiwa kwenye makalio, lakini kwenye idadi la idadi ya viboko idadi ya viboko sina uhakika, yani, sina idadi kamili. Ah, kwenye adhabu kwenye adhabu zinazotolewa na moja wa vijana, kwa namna moja zinasaidia, lakini pia kwa namna nyingine zinatalisha zinatalisha kwa mhusika, hasa swala zima la kiuchumi, lakini pia kiafya, hususan yule anayepokea adhabu. Kama ni kijana anapochapo pale, pengine anaweza akapata maumivu makali kufanya basi hata siendelee na kazi za kila siku, lakini pia kwenye upande wa adhabu adhabu hizo zinaenda kuleta ku, athari kwenye zile familia ambazo zinakuwa ni duni, hazina uwezo wala kipato cha ku, kukidhi ile adhabu. Kwa moja kwa moja, tunaona hizo ni moja ya hasara ambazo zinatokana na umoja wa vijana. Hata hivyo, Wakili TV limtafuta mwenyekiti wa kijiji hicho ambaye hakuwa tayari kuzungumza na, kwa sasa bado tunaendelea na jitihada za kumtafuta mkuu wa wilaya ya Rorya kwa ajili ya kufanya sasaidi.